Mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa kuwapata viongozi watakaoendesha nchi yetu kuanzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Na katika mchakato huo tunafahamu kwamba ni mchakato wa muda mfupi na utakamilishwa mchakato huo itakapofika mwezi wa kumi, yaani mwezi huu tarehe ishirini na tisa. Sasa kwanza tunatoa shukurani kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kusimama imara kuhakikisha amani na utulivu vinatamalaki katika nchi yetu amesimama imara kama amiri jeshi mkuu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kushikamana, kushirikiana na kuendelea kuitunza amani kama tunu yao waliopewa na Mola Mwenyezi. Kwa hiyo, sisi tuko hapa, pamoja na mambo mengine tumejadili kwa kina, amani na utulivu iliyoko nchini lakini tumejadili kwa kina viashiria vya, vya uvunjifu wa amani vinavyoendelea kuonekana katika nchi yetu, lakini tumejadili kwa kina amani na utulivu iliyoko katika mkoa wetu wa Katavi na ushirikiano ambao tunaendelea kushirikiana na viongozi wote wa dini pamoja na wananchi kwa ujumla wake. Sisi kama mkoa wa Katavi tunaendelea kuwasihi wananchi wote wa mkoa wa Katavi, lakini pia kuwasihi wananchi wa nchi yetu ya Tanzania kuendelea kuitunza tunu ya amani tuliyo nayo na kuendelea kuelewa kuwa kama tunu hii ya amani itatuponyoka katika mikono yetu, basi kuirejesha itakuwa ni kazi ngumu. Tuendelee kuvumiliana kutokana na tofauti zetu za kiitikadi za dini, makabila na hata mikoa na jamii kwa ujumla wake, ili tuendelee kuitunza amani tulionayo, kwa sababu hakuna mbadala wa amani. Tunaendelea kufanya ibada katika nyumba zetu za, iba, za ibada kwa sababu tunayo amani. Tunaendelea kufanya shughuli zetu za kijamii kama kuuza na kununua na mambo mengine kama ya kilimo, biashara na watumishi kuwepo katika maofisi ni kutokana na amani tuliyonayo. Uh, naendelea kuwaelimisha waumini ya kwamba haki eh, ya Mtanzania ni kupiga kura au kupigiwa kura. Kwa hiyo tuna imani kwamba wananchi, kwa kadiri tunavyoendelea kuwasisitiza na waumini wetu watajitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu. Zaidi sana tunaendelea kuwaomba waumini wote kuendelea kuliombea taifa letu katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu ili kiongozi ambaye mimi ningemtaka ni kiongozi ambaye anahamasisha amani, kwani amani ndiyo kitu pekee katika maisha ya binadamu. Bila amani hakuna maendeleo, bila amani hakuna jambo lolote ambalo laweza likafanyika. Amani ndiyo chanzo cha kila kitu chema, kwani kinyume cha amani ni vurugu, fujo, na mahali penye fujo na vurugu hapana maendeleo. Watu hawezi kuabudu, hawezi kufanya kazi, maendeleo yote hayawezi kuonekana. Kwa hiyo amani ni kitu cha kwanza ambacho Mungu mwenyewe alitupa. Mungu ni Mungu wa amani Sio Mungu wa machafuko, sio Mungu wa mafarakano. Kwa hiyo amani ni kitu ambacho tunakihitaji hapa Tanzania, ambayo ni tunu yetu, lakini pia kwa majirani zetu na kwa dunia nzima, waje wajifunze kwetu. Tangu tumepata uhuru nchi imekuwa ni ya amani. Kazi tuliona sasa hivi ni kudumisha amani.